Sasa bandu banje kaba ingoni Mumias unoneka kamega shida ni shina mbona mvuta nanga. Huyu lazima aende factory reset, aende kwa wazazi, akae na wazazi wake wamlinde, wampe maadili ya ndoa. Akitoka hapo, anaweza tafuta mwanaume wa kuolewa naye. Mi hata nashanga huyu mwenye anaenda kumconnect naye, kutakuwa na shida kubwa sana, but mimi niko clear mm, mm. Move on. Ara sija na kenyana kudanganya au? Ni ukifanya tu unanifukuza au? Ndukae na yeye na kuachia, na ring zako zenye ulinivalisha na kutolea saa hii no, enda nazo. Hizi ndo zilinifunga saa hii sina, sina ring. Mwenye ako ready anaweza nivalisha ring. Sasa nyinyi kwani mmeniita tunapatanishanga watu tumekuja kukosanisha? E, director tuko sawa. Eh. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze Leo tena nimerudi Kitengela. Kitengela <laughs> nilitoka maze, kama tumechafua rada, kulikuwa na kadrama fulani, lakini mi natakanga nikitoka place nikuwe nimemake sure mambo iko sawa. So eh, kama ulifuatilia so, eh, show ya juzi tulikuwa na lady. A lady alikuja kwa show zetu. Eh, director, zumua bwana, zumua tuongee, watu wakiona tunaongea na nani. Muluya. Yaani uwezi ongoja hata tumalize tuongee kidogo hata introduction tuendelee kukula wam a tukakuja tukakutana hiyo siku na ikaenda venye mliona mambo haikuenda vizuri. So, mimi naye nimeamua leo nikawaomba kama tunaweza kuja tuongee tuone kulienda aje, tuongee nao tuone kama eh, mambo inawezaenda vizuri. So ndio nimewaita hapa nikasema, leo atupatani kwa barabara, leo tukuje place yenye watu wako, ndio ni case kikiumana <laughs> Ile siku lazima la, karibu nipigwe teke bwana eh. Leo niko na timu yangu na tumekuja place nyingine hapa wamenileta vizuri, ndio tupige stori nao tuone rada ni gani? Eh, rada tuko sawa, si ndio? Sasa eh, mkhana wa Mumias, ulisema nyumbani ni Mumias. Yeah. Hey, sasa ugali umeamua tu urarue peke yako, huwezi itia mzee. Mzee hataki. Mzee hataki ugali. Hey, inaje bro? Poa sana. Eh, kutoka ile siku bwana tuliachana kama hatujaelewana so nimeamua nikuje, na pia nashukuru umekubali wito ukakuja. Nataka tuongee tuone rada ni gani ama ni aje. Haina shida. Mm. So leo bro, mimi naomba leo, namuomba tuongee kama watu wazima tuone venye kutaenda. Sitaki tena ikue kama venye ilikuwa last, najua last hatukuachana vizuri na venye huyu ameniambia umekubali kukuja, nikaomba nikasema at least leo tuongee, tuone rada ni gani. So hata ile si hiyo siku atuko tumeongea hata kidogo. Kwa majina, unaitwa nani? Ninaitwa Eddie. Unaitwa Eddie. So Eddie, eh, eh, najua introduction yetu haikukuwa sawa kulingana na video ya kwanza, but sasa ndio nimeamua kutengeneza maneno, kama tunaweza tengeneza maneno sisi wote at least, mimi niliona kuna hope, lakini nyumba inakwanga na one, two, one, two. So, eh, so, bro. Wacha tuende straight to the point. Wewe unatoka wapi? Mimi natoka Kakamega. Wewe msewa wa Kakamega. Wewe ni Mluya? Yes. Hey, wewe ulisema unataka Mumias? Yeah. Sasa bandu banje kaba ingoni Mumias unaonika Kakamega. Shida ni Mumias ni shina. Mbona mvuta nanga? Shida ni yeye. Mm. Atake kunifanyia vitu, we at least nataka vitu zitanifanya ni kwa smart. Mm. So ni ile shida unaona ni mzee. Shida tu ni hiyo. Mm. Alafu ni kichwa ngumu, alafu akienda mahali hataki twende na yeye. Uh, bro, wewe ni ndugu yangu. Hata mimi natoka Kakamega. Mimi ni mtu wa Butere by the way, watu wanajua. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni Muluya, mrembo ni Muluya, natoka Mumias. Mbona tu msi mmetoka Kakamega, nyinyi wote si Mumias, siko Kakamega, mmekuja Kitengela Kajiado, ndio mnakuja kukosania. Mbona tu msitengeneza maneno, mko sawa? Oh, unasikia vile anaongea ni mtu wa kutengeneza naye maneno? Unamsikia? <laughs> Huyu mwanamke huyu, bro, mimi nimekuja hapa kwa heshima yako, nilikuwa shughuli zangu, but because of your respect nikasema nikuja hapa tuone kama tunaweza tafuta mwafaka. Namsikiza tu vile anaongea, ananipandisha mori Yeah. Ndio maana nimeamua nimemuita na tukakuja place yenye at least tuko safe tuongee tusuluhishe. Juu nini? Guys, mimi nachapanga show ya connect. Mimi na connect watu watu wapendane, sio kukosana. So venye tuliachana ile siku hatukuachana vizuri, hata nyinyi mliona, nikasema wacha nikuje, niwaite tuongee nao na mrembo naye ugali bwana. Eh? Lazima tu nikuli ugali, nimekula mchele sana mm. mchele na uji? Mimi ni mluya mm. mm -mm. so mm. E, lazima ugali nikule mm. mm -hmm. so ni ile <laughs> umekula mchele sana umekula mchele sana. Hata nashukuru Mungu umejua tu ukaniitia ugali mm. so bro, maybe pia tukuitie food, maybe chakula iko kwa nyumba. mimi nikitaka ukula ugali nitakula huu mm. mwanamke huyu number 1. Mwanamke mm. kupenda ugali lazima upende jembe mm. lazima upende kulima Uwe mara nyingi namwambia enda nyumbani, kaa na mamangu, at least ujifunza kulima, ujifunza kushika jembe. Mwanamke anapenda town, mwanamke ni ku slay. Ona sa amevaaje huyu, uuunaweza ona ni bibi ya mtu huyu, nikitembea naye u... unajua bro, vitu zingine is just factual. Things are just factual. Look at how, how she look like. E, ni crop top? Crop top, mtu mwenye umeolewa unavaa crop top? Suni nuliangwa mzuri. Ukitaka nile vizuri suni nuliangwa mzuri. Ha, tumekuja, hey, guys. Ah, suna sio mwenye anaongea tini... Atakuwa tukuje tena yani, like yani mnataka tena turudi venye tulikuwa tu na mimi nimekuja nime sacrifice time yangu tukakuja mpaka huku na director na watu wangu, tuongee tusuluhishe. Because ile venye mnapanda mnataka tena tuachie venye tulikuwa. Haya sasa eh, V. Mbona tu haya bro? Ebu sema tu hapa in the case via akifanya hivi na hivi akichange 1 2 1 2 mnaweza kaa pamoja ama mniambie. Kama hii ndoa haiwezi, tuache ku force issues basi. oh, ushai mwaga maji kwa mchango kachota, ushai mwaga maji kwa mchango kachota. mm. kitu kama kimevunjika, kimevunjika. mm. it is unrepairable mm. una get? mm. mimi nilikuwa nimekuja na option, at least tunaweza ongea, lakini the way she has addressed herself here mpaka, mm. anasema niko na kiburi sijui vitu gani. mm. it is over Mm. Yes, alikuja anataka umconnect umtafutie mtu. Mm. Wanaume ni wengi by the way. Unasikia? Mm. Wanaume ni wengi, utawapata wazuri kuniliko. Lakini utapata mwenye anaweza kukupa kitu cha mimi nimeishi kukupea. Una get? Venye ulituambia tukuje tuongee na nyinyi. Mbona usirudi tu chini tuongee? Sasa, si kama ni kulima, ni nyinyi mwenyewe mwenye mnaelewana mwenye siku hizi watu wewe huwezi enda kulima hata kwetu? Silimangi si so, siwezi awezi nioanipeleke nakwa miadhinileomii nilime ni siwezi. Na hataki kunipia ugali, nitaenda kwa shamba na mchele, si nitaanguka. Sasa ni akileta basi ugali na ulime, kuna shida hapo? Maybe bado siwezi lima, heri asilete hiyo ugali juu sitalima bado So wewe uwezi enda ushago, yani wewe unataka mkae town. Nataka town tu hivyo, lakini sasa shida ni anipay chenye nataka. Eh. Sasa wewe basi sema unataka akupe hii one, two, three, sema tu zote hapa tumalize hii story basi. Nataka anilinde vizuri, ani maintain vizuri at least, ningare, nikweka, wenzangu. Mm-hmm. Anipe ugali. Unajua sasa hizo vitu za mchele mimi naistaki. Mm. Ugali kama hii nitakula hata niitishe ingine juu naona ni kidogo. Mm. Eh. Sasa wewe unalilia tu, like, yani, sasa wewe, shida yako ni ugali anipe chakula yeye, chakula yenye nashika tumbo vizuri, anishughulikie. Unajua hata hata kwa kitanda, huyu analalanga nikaa uko na wanawake wengine, ukanalalanga naangalia side nyingine, mimi naangalia side nyingine, ama nifukuze niende sitting room na mtoto. Guys, hapa kuna ndoa ama, mimi ndio na force? Maybe mimi ndio na force bro. Shida iko wapi? kulingana vile ameongea, nafikiri ushaona mali, shida iko Okay. Mwanamke mpumbavu ni mwanamke mwenye anafikiria vitu za ku, vitu, vitu za kidunia bila kufikiria maisha ya baadaye. Mm. Yeye anafikiria kukula vizuri siju kufanya nini. Kukula vizuri ndio hii mahindi itoke kwa shamba, nadhani ilienda tu akamwaga kwa shamba alafu ikamea. Unataka kukula chakula unipe coconut rice? Sikia nikwambie. Unataka coconut rice si ndio? Coconut rice gani? Coconut rice unatoa hizo feelings zinatoka wapi ndio nikupe hiyo kitu unataka? Zinatoka wapi? Sasa iko hivi, bro. Mimi hata siju tuna waste time ya nini. Huyu mwanamke hata wewe mwenyewe wewe ni mwanaume, you can hear how she talks. Mm. Anakaa ni kama hana maadili, angalia vile makucha amezilea hivi. Huyu mwanamke nguo zangu hata zing'ari, peke yake kuosha tu nguo zangu hazing'ari. Jeans zimejaa kwa nyumba, nikitaka nguo ing'are, lazima nipeleke kwa laundry. uliosha? Ama ulipeleka kwa laundry? Hii ni jeans na tunaongelea jeans, na si Jeans zangu ziko kwa kona zote, zioshwe because of you. Unaget? Sitang'ara nitembee ni nikiwa nimeng'ara nje, watu wanione just because niko na mwanamke mwenye ni mchafu Utalala mwanamke ambaye ni mchafu. That's why mimi nakupa mgongo kila siku because you are we dirty. Wewe ni mchafu. mchafu. Saas, mimi nilikuwa mchafu. Sisi mwanamke nilikuwa. Mimi sina time ya quest mwanamke. Si umechuzu unataka kutafutiwa mtu. Si ndio? Hey, Go on bro. Mimi sina shida. Huyo mtoto hata kama umutaki mimi nitamlea. So unajua mtoto amlua aendangi mahali mimi nitampeleka mamangu atalea. So what is it? Wewe endelea kumtafutia mtu na mtu mwingine ihm, mi sina shida, hata ukimtafutia mtu sina shida. Ni nimesema tu, nimesema tukuje tuongee yeah. Eh, leo hakuna kurushiana mateke kama ile siku, unajua karibu nipige teke. Sasa unajua, eh, mi, eh, mi naambianga watu hivi kama uko na mtu heri muachane tu kiroho safi, because unaona hizo vitu za kurushiana matek. Sasa aya, hiyo siku ilienda aje? Sasa venye ulienda kulikuwa aje? Sikulala kwa nyumba hiyo siku, angenitandika hata singekuwa na sura sahi. Ulala wapi? Nilala kwa besti yangu, nilichukua mtoto na, nikalala kwa besti yangu wa wa wana... wa wa na mtoto Tufanye hivi sasa, aya, nataka mtupe final decision. Because unajua sisi tukikuja tulikuwa tumejua kwanza tuliongea na Vi. <laughs> Vi kwa simu ulikuwa mpole vizuri, ukaniambia umeongea na mzee, mtakuja tuongee tuone venye kutakuwa. Venye tumefika hapa tumefika vizuri, na ukasema uko njaa, nikaamua nilete chakula ukule kwanza, ndio tuongea at least nilikuwa naona tutaongea kitu machua, lakini sasa venye tena mnaenda ni kama hapa hakuna ndoa. Sasa Vi, wewe kivyako unataka aje sasa? Ah, mimi sioni kama nitakaa na mwanaume kwa sababu tumesumbuana miaka 4 tukisumbuana miaka 4 full sioni kama nitakaa naye eh. Na mimi nikipata mwanaume mwingine, mi nitachange tabia ya yaani, tuseme ya kumjibu, akiwa mzuri, mi nitakuwa mzuri mm. Eh, nikipata mwanaume mzuri, mi nitakaa vile anataka, lakini huyu sioni kama tutaishi huyu mm. Lazima aende factory reset, aende kwa wazazi, akae na wazazi wake, wamlinde wampe maadili ya ndoa. Akitoka hapo, anaweza tafuta mwanaume wa kuolewa naye eh. Mi hata nashangaa huyu mwenye unaenda kumconnect naye eh. Kutakuwa na shida kubwa sana but mimi niko clear. mm -hmm, with me mm -hmm, and her it's over mm -hmm. kama ni mtoto mimi nitalea mtoto wangu mm -hmm, nguo zako kujia kwangu, mimi sina shida nawe na sitakufanyia chochote, nime make a decision from inside my heart. Sawa, move on, kudanganya ukifanya tu unanifukuza, ndio kae na yeye na kuachia, na ring zako zenyu ulinivalisha na kutolea sahi sahi, nda mm -hmm, nazo hizo ndo zilinifunga sahi Sina, sina ring mwenye ako ready anaweza nivalisha ring. Sasa nyinyi nimwambie, kwani mmeniita tunapatanishanga watu tumekuja kukosanisha? Ndio, mwenye, like, yani nia yenu ilikuwe mkuja kwa show yangu mkosane muwachanie mw, mw, hapo nilikuwa nataka tupate, yani utupatanishe at least tukurudi tukuwe sawa. Lakini yeye, amekasirika tu, amekasirika tu, which means hataki story zangu. Nani mlini kuulize, mmetoka nyumba moja mkikuja hapa? Eh, tulitoka nyumba moja? Mlilala kitanda moja. Asipulala kitanda moja, mimi nilala sitting ya lala bedroom. Na sasa, kama mmetoka nyumba moja mkakuja tutengeneza maneno, shida iko sasa? Maring tena mnatoana maring za nini? Nimemtolea ring zake Judy, ajue mimi kwake nimetoka, siko huko. So sasa, like, final decision, wewe pia hutaki Eddie. Simtaki kwa sababu pia nitaki nikaa, kuna kasichana kengine, wacha wakae na yeye huko. Haya Eddie, pia wewe unasema with you eh, mrembo imeisha Bro, mimi nishamaliza ama man. Na mwanaume akisema ameshasema, sina kurudi nyuma. mm. Nimbombeleze kwani yeye ni Mungu? Yeye, mm. ni Mungu nimbombeleze? Bro, wanawake ni wangapi huko nje wanatamani ndoa? So waenda vua basi mwanaume mwenye unafikiri ni mzuri, kwa, kwa bahari huko utampata. mm. Naenda. Go. So bro, mi sione haja quest. Unaweza mm. endelea kumtafutia mtu, acha mimi niende nifanye shughuli zingine. I I need to to to find money. So it is, I'm not going to fetch you women. Mm. I want to feel, to fetch money. Mm. I don't have time for nonsense. Mm. Wewe well, mtafutia mtu mwingine. Sawa. Ana nitafutia. mm. Siko kwako na nimesha toa kila kitu na nakujia vitu zangu. Mm. Wewe Wewe kimoja. Sawa, acha atat... time ukitaka story na mimi mm. like... Wewe ishia. Yeah. Ishia bro. Sasa. Sa. Sasa nyinyi mnataka, walikuwa wamesema ni nifuatilie watu wengi sana wakasema nifuatilie juu venye mliachana, kuna kitu ilifanyika, so ndio maana nimekuambia kama tunaweza patana hapa tukakuja vizuri na mkasema mtongea vizuri. Sasa, even, mwenye atanipenda na mtoto wangu na akubali kunishughulikia kushughulikia mimi na mtoto wangu tutakaa na nitampenda kabisa. So unataka tukutafutie mtu? So wewe na Edi hutaki tena mimi? Sasa kitu zaidi, si unaona nimemtolea ma rings, sina rings mm. nimemtolea rings zake mm. juu yenye tulivalishana, by the way, yenye nilimvalisha hana, sijui kumwangalia vidole zake, hana ring yoyote. Mimi nimeamua kutoa yake kumwachia, tuachane roho safi, kwa sababu hiyo siku tukiachana, hiyo siku Edi aliniambia, aliniomba umeamua kunipeleka kwa mimi tutatengeneza amani juu mimi natakanga watu wapendane. Show yetu lengo lake ni watu wapendane, lakini sasa hawa venye wameenda ni decision yao, na tuwezi force because hata hii nyumba venye naona inge kalika. So guys, kama uko hapo nje mtatuambia, maybe mnaona tufanya aje? Kama uko hapo inje, maybe Comment section eh, tuambie maybe mnaona eh, best way ni gani ku solve ya issue eh, mremba apewe mtu ama kwanza atulie kwanza. Kama kama hapa ni ni YouTube subscribe, kama ni Facebook. Sasa haya, utamaliza ugali basi. ugali basi lazima lazima nimalize mm. Ah, lazima nimalize eh. Okay guys, kama kama kama hapa ni ni ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow TikTok, follow tiktok. Thanks for watching, tunawapenda sana.